Hali ya taharuki imepanda huko Turkwel kwenye eneo la mpakani la Pokot Magharibi na Turkana kufuatia kuibuka kwa mashambulizi ya ujambazi yaliyosababisha vifo vya watu wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kwingineko, wakazi wa Thindigua katika kaunti ya Kiambu wanaishi kwa hofu baada ya majambazi waliojihami kuvamia jumba la makazi na kuingia katika nyumba kadhaa wakiibia watu bidhaa za kielektroniki pamoja na bidhaa nyingine usiku wa kuamkia Jumapili. Haya hapa ni maelezo zaidi. Wakazi wa Thindigua kaunti ya Kiambu wanaishi kwa hofu kufuatia usiku wenye taharuki kwenye jumba la makazi ambapo majambazi wanaripotiwa kuvunja na kuingia katika nyumba kadhaa baina ya saa 7 na saa 9 alfajiri mnamo siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa wakazi, genge la majambazi lilivunja nyumba hizo na kuiba vipatakilishi, simu, pesa pamoja na vifaa vingine. Waizi waliingia kwa nyumba, waliiba nyumba tano sofa. Wakatuibia masimu, wakatuibia laptop, wakatuibia kila kitu, pesa, everything. Walikuwa natuingia, waliingia wa kwa nyumba wakatuhalasa, wanatuambia wanataka pesa, wanataka pesa. Alafu walikuwa wamebeba mpaka mavisu. After kuwapatia laptop zao uh, wapas, laptop, masimu, kila kitu, wakatuambia tuwatolee pesa. After that wakatutoa kama hostage. Mmoja wa wakazi amesema majambazi hao walikuwa wamejifungia viso vya unoni wakati wa shughuli hiyo, huku nao wakazi wakijaribu kuwasiliana na maafisa kudumisha usalama. Serikali yetu haswa askari waangalie hiyo mambo ya, se, ya security kwa hizi areas juu ani vijana wadogo wadogo sana traumatizing. Kwingineko, mpaka wa Turkwel ambao umekuwa na amani kwa muda mrefu, hali imebadilika kufuatia kuibuka kwa matukio ya mashambulizi ya majambazi pamoja na wizi wa mifugo. Kulikuwa jana na milipuko wa risasi ambapo kati ya jamii ya Pokot na waturkana wali usalama wa kutosha. Kinachowasikitisha wakazi wa wakati huu ni washambulizi kubadili mbinu, huku wakiripotiwa kushambulia wachimbaji madini ya dhahabu kwenye mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana. Naibu kamishina wa kaunti anayesimamia eneo la Pokot Magharibi, Wickliffe Munanda, aliongoza maafisa wa usalama hadi Turkwell, wakiandamana na mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto kuwatuliza wakazi na kuwahakikishia usalama wao. Hii ni kawaida. Kuna mambo ya wizi ya mifugo ambayo times inaleta taharuki, lakini kwa sasa mambo yote yametulizwa, ya shughuli ya watu imekuja kama kawaida, kwa sababu usalama ipo. Asasi za usalama wamehakikisha kwamba usalama imerejea. Nataka watu wa security wa, mkoro ni mmoja na nakini taka kwaribu kila mtu yuko hata pande ya Pokot na upande wa Turkana, lakini ni moja moja, lakini moja. Wana, wakifinya wanafanya mpaka watu nataka kusasana wale innocent people. Sisi tumekataa hiyo maneno. Mnanda alitoa wito kwa wakazi kutoka jamii zote mbili kudumisha utulivu na amani, akiwahakikishia wazazi na walimu kwamba usalama utaimarishwa kabla ya mtihani wa kitaifa. Tumeongea na wananchi tumekubaliana kwamba tutakuwa na amani. So tunatarajia amani hidumu wakati huu tunafanya nini, mambo ya mitihani. Khalid Abdulahi, Darubini Wikendi.